Na jamii nasikia kumshukuru Mungu nikiona karibia nyote mko hapa na mko na nyuso za tabasamu. Bwana Yesu asifiwe, ni wakati mzuri tunapolisikia neno la Mungu, lakini kabla ya hiyo kuna matangazo pia. Ningeweza kulipitisha hili kwa ajili ya watoto wa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe, tumeambiwa kwamba tukombee watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe, na hata pia kuna mafundisho ambao walimu wa Sunday school wameandaa hii wiki ambayo tunaiendea, kuanzia Jumanne watakuwa mahali hapa kwa ajili ya kufundishwa. Hivyo tayarisha mtoto wako mzazi, ukamlete mahali hapa ili akapa, akapate kuja kufundishwa mahali hapa ili kupitia hiyo akaukulia uokovu, na mbeleni huyo atakuwa kitu kizuri katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kuna uhitaji pia, watoto hawezi kushinda hivyo kumumunya mate na hawajatangaziwa maombi. Wamama tutakutana masaa ya baadaye, tuangalie hao watoto ni nini tutawatarishia kwa ajili ya hayo mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri tunapolisikia neno la Mungu, hivyo namkaribisha mtumishi wa Mungu. Ninaloomba ni kwamba ukatarishe moyo wako kwa ajili ya hili neno la mchana, maana Mungu aliyekuleta hapa anakusudi na huo moyo, hivyo utarisha moyo wako, tunapolisikia neno la Mungu usipitwe bali nikakutane na moyo wako asikia, makofi, wa mpunikuni mpunikuni mpunikuni. Ay, na ukayasikia yale ambayo utafunzwa mahali hapa, hivyo pigeni makofi tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu kwa wageni, kwa heshima na rehema za Mwenyezi Mungu tuketi. Basi nachukua nafasi hii na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Muko salama? Habari ya wiki? Amen. Salimia mtu hapo, mpatie salamu zangu ge, pasta anemsalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafurahi kuwaona, nafurahi ikiwaona mkiwa mnatabasamu mwazima, nabii wanasema Mungu amejibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Basi wasionijua kwa majina yangu, naitwa mtumishi Toni. Nimeokoka na Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Kuna matangazo mbalimbali, lakini katikati yetu tumetembelewa na wageni, asifiwe wa Yesu, na ilikuwa ni furaha yangu ni wakaribishe kama mchungaji, asifiwe Yesu. Hivyo kwa sababu kuna matangazo mbalimbali na hao walikuwa na harakati ya kuenda mahali ngependa kwa heshima hii tukaweze kuwakaribisha sini vizuri asifiwe Yesu. yes. sini vizuri kabisa, nyumba inayotembelewa na wageni i nyumba iko na baraka yes. maana uju amebeba nini? Yesu asifiweesuybasiwattukaweze kusimamatuwakaribishe wote waje mahali hapa kwa tunieni kwanza, kanisa tusimame, alafu tuweze kuwakaribisha wageni wetu ka Yesu Nami wanapenda wageni, ndio maana hata wewe na ukija huwa sina shida na wewe. Asifiwe Yesu. Haya. Nani ameketi bado? Ah, nyanya yetu ndio bado ameketi. Asifiwe Yesu. Amen. Nasikia Kiswahili ya nyanya vile imetauka. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa na nyanya utacheka. Anashuhudia kichonye na changanya na Kiswahili kwenye yule sekretari wetu mwingine wanasema piga nini, nini aya, kofi. Sasa tunapiga nini mako haya, tunaanza piga tu makofi vizuri. Wakati wanapokuja twanga makofi mpaka wafike mahali hapo, twanga tu makofi ya kilo. Piga makofi ya kilo, ama watakaribisha na wale

koka Yesu ni Bwana. Maana nilipoingia hapa, nimekaa pale mlangoni, nikaangalia vile mlikuwa mnaimba sifa na kucheza, nikajua roho ya Mungu iko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kanisa nyingine unaweza kwenda wakati wa sifa, kila mtu ana ana mapozi yake bila kujipeleka. Bwana Yesu asifiwe, lakini mahali hapa nimepapenda na nitakuwa pastor wakati mwingine nitakuwa nikija bila mama bila wisdom yama. Manake kila mtu analo hitaji la moyo wake, kila mtu ana hitaji la... ina maana wewe umeacha kazi zako umeacha nyumba yako umeacha jamii yako umekuja mahali hapa si bure, kunalo tamanio la moyo wako. Amen. Kwa hivyo kila mtu ana tamanio la moyo wake Amen. Kwa mimi, kwa majina naitwa Anna. Mimi ni mzaliwa wa hapa barani. Amen. Mimi nimezaliwa familia moja akishenga pale Barani School, ikiwa ni mtoto wa marehemu Mzee Kiliani. Alikuwa mwalimu babangu, hapa alikuwa na shule yake hapa chini. Mimi ni, yani tuseme mimi ni mkereketo wa Mama Sophie. Mimi ni, mama ni mwanasiasa huwa ninatembea na Mama Sophie, ninafanya kazi naye na wisdom pia, tunafanya kazi sote, tunashirikiana maana sisi ni wanasiasa. Poleni, hatukuja kwa mambo ya siasa, lakini itabidi tuguse, maanake wanasiasa wakipoa kipopolipo lazima watangaze kwamba hawa na kazi gani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali hapa si tumekuja tu leo kuwatembelea, tumefurahi yale tumeyakuta nayo, na tutakuja na na tutakuja bado, tutakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tu kwa leo, haijafika time time itafika, lakini kwa leo tu ni salamu na mbarikiwe. Kwa hayo machache, Mungu awabariki amen. Yesu makofi ya Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono hewani. Amen, amen, amen. amen. amen. Yeah. Mimi kabla niseme jambo, nataka niwaulize swali moja tunapaswa napasa, usinijibu na mama mtumishi pia usinijibu. Asante, mko tayari kunijibu? Mko tayari kunijibu? Niulize swali, nyinyi ni kondoo za mtumishi Tony ama ni kondoo za Yesu Kristo? Bado sijasikia. Nyinyi ni kondoo za Yesu Kristo ama za mtumishi wenu hapa. Uko na hakika na jibu lako? Uko na hakika na jibu lako? Mtumishi wa Mungu, itabidi tupange ili tuje tufunze hizi kondoo. Wote wameanguka mtihani hapa, na utashangaa kwa nini na sababu ya mtumishi wa Mungu kupakwa mafuta kukaa katika haya madhabahu. Amen, si ni ukweli? Mungu ana sababu ya kumwinua na kumpa hiyo fursa, maana yeye ndiyo baba yetu wa kiroho tukiwa mahali hapa. Amen. Kwa hivyo, yeye anayo mipango na aliye mwana wa Mungu Yesu Kristo, wakati sisi tumeleta mahitaji kwake, atuombe ayapeleke kwa Baba yetu, nasi tukaweze kupokea. Piga makofi kwa wao Juma. Amen, sisi tuko hapa kwa sababu yake, tulete mahitaji mbele ya madhabahu haya aliyokoaye mamlaka, si ni ukweli kweli? Tutakapomheshimu Baba, njia zetu nazo zinafunguliwa si ndio? Ukikosa kumheshimu huyu, hata upige magoti ya aina gani, hata utoe zaka ya namna gani hiyo ni kazi bure. Amen, ndio kuna sababu ya yeye kuitwa mtumishi wa Mungu. Si hata nyinyi, kwani mkishike Biblia na kusoma, si mnaweza mkasoma? Si kama ni kuimba, si hata nyinyi mnaweza mkaimba? Lakini ulicho nacho wewe ndio ulicho nacho yeye? Si ni vitu viwili tofauti? Basi sisi baba yetu huyo hapa. Amen, amen. Hakitulani, tunalaanika si ni kweli? Yeah. Hey, hautawahi kutana na Yesu Kristo bali kupitia nani? Yeah. Kupitia mtumishi wa Mungu. Amen. Mtumishi, siku moja utapanga tuje tufundishe hao kondoo wa Mungu, maana naona wanahitaji mafunzo, lakini si, si wabaya, ni wazuri, ni wazuri, wamejitolea kwa mwili kwa nguvu ili wamtumikie Mungu. Amen. yeah. mimi Jina langu naitwa Wisdom Doro. Nimeokoka Kristo ni Bwana na najivunia maana yeye ana wivu na mimi. Ukinigusa unapambana. Amen. Kwa hivyo nikiwa hapa sina wasiwasi, wasi, niko vizuri, niko imara. Amen. Amen. Uh, mi natoka tu hapa, maana hapa ni nyumbani. Nimekuwa nikipita na barabara sana. Siku moja nasema nitaingia, nitaingia. Naona watu wamesimama hapo nje na kuuliza hii kanisa, kwani ni ndogo ama ni nini? Na nilikuwa ni kanisa ni ndogo. Hii kanisa ni ndogo. Nikikaa pale kwetu naona watu wanapita pita tu kila siku, wanapita pita. Najaribu kuambia wale wasichana pale nyumbani, hata mmoja namuona hapa. Mdogo wako pale, dadangu wako pale. Namwambia nyinyi, si mkiona watu wanapita wanaenda kanisa, simu wapate muende kanisa. Cheni kukaa hapa nyumbani. Na hiyo sauti ilishika mtu wako pale, dadangu. Yeah. Simu, Mungu akubariki. Yeah. Amen. Mimi nawashukuru kwanza kwa, kwa kujitolea kwenu. Kwa Yesu kuna gharama. Na safari ya wokovu si rahisi, iko na milima na mabonde, na si kila jaribu linalokuja ili kukuangusha chini. Jaribu linaweza kuja ili kukuinua usonge pale mahali unapohitaji. Amen. Amen. Mimi kama Wisdom ni mkereketwa wa wodi ya Mtepeni, hapa tuko Shimo la Tewa na ukisonga hapo mbele ni Mtepeni pua na mdomo, na ninaona wengi wao wametoka Mtepeni. Na wengi wao pia wametoka Shimo la Teo. Mungu akinipa nguvu na uzima, 2027 mimi ndio yule aliyechaguliwa kuongoza katika wodi ya Mtepe. Mimi singoji kusimama na ngoja munipe mamlaka nikae, maana tayari nimesimama na kura na mimi nishapigiwa. Amen maana amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Na slogan yangu nasema sizuiliki, sizoeleki, na ndivyo nilivyo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Unanadima mino we, unanadima mino we. Nimetembea na huyu mama asubuhi. Tumekuwa nikiwa nime majira ya asubuhi natafakari, hapa kanisa ni kwetu, Agape ni kila siku, kule kwingine nako ni kila siku, sasa ni kanisa gani? Nikachukua simu nikapigia mama nikamwambia, hebu pale wa Mungu pale kuna kanisa wewe najaa mpaka watu wanakaa nje, hebu tutembee hapo tujue kuna nini ndani yake hapo hapo na akanambia si twende tu. Maana mimi nimejitayarisha bado wewe. Mimi hata pasi sijapiga. Mimi niko tayari. Lakini akinipiga naomba ngoja na na na, na, na nakaribia kuja. Lakini laki, kwa hata bado. Lakini kumbe yeye alikuwa amejitayarisha hata ni sisi tufike na tumefika. Na wapenda mtumishi wa Mungu, nakupenda tu bure. Mimi nimekuwa nikipita pita hapa sana na kwamba wewe kweli. Nakupenda tu bure. Wanapita nasikiza tu mahubiri. Nasema huyo ni nani? Kumbe mudi ni kama wangu. Eh, <laughs> Wajua wanasema nini? Mlingoti chuma, bendera chuma. Hakuna upepo wala kimbunga kitakachokatausha hivi. Si ni ukweli? Eh, amesimama imara, si rahisi, najua pia hapa kupita viko. Kabla kabla, najua hapa mmekuwa na vita mingi sana. Hapa kuna vita mmekuwa mkisukumwa sukumo hapa. Siku moja nilibisikia kwa vita na nikasema mimi hata sitafika, lakini hiyo sauti hiyo, ni mlingoti wa chuma. Nasi mmesimama imara. Hivyo vita mmevishinda, si ni ukweli? Amina. Mnakuwa mkisukumwa juu ya hii ploti hapa, mnaambua mnapiga kelele, mnaambua sijui binaa hivi, lakini mumeshinda hivyo vita kwa jina ya. Mimi nimewapenda na nitazidi kuwapenda, nitakuwa mkiwatembelea na kesho. Mungu akinajalia, Pasta, nataka nitie nguvu. Najua muna vitu mnahitaji hapa kanisani sana Najua kuna vitu unahitaji. Eh, yeah. uh, viti vitano kesho kwangu vipokee kwa jina yeah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. viti vitano kesho pokee yeah. Nitamtuma yule dadamu atakuja navyo viti vitano na mimi najua hapa, kama mlivyosema, ni kwamba mnakodisha hii ardhi. Wakati mtumishi, muko katika mipango yenu ya kutafuta mahali kwenu, naomba utuhusishe mimi na mamangu na yule dadangu, tuje tukae kwenye hiyo meza, nasi tuchangie ilwe namna mahali kwenu jeeatna kwa sababu umeona pesa nyingi zinatoka nje, so lazima hiyo roho ya kutoa pesa kwenda nje tuikeme, tuwe na kwetu na tufanye mambo na Mungu wa mbinguni. Jamani, kwa wale wakaji wapofamu mtepeni, mimi ndo nangoja kwamba nikae kwenye kiti muniombe amen, nikimalizia nimpatie kipopolipo huyu mama kama alivyoambiwa, mimi ni mkereketwa na ni mwanasiasa na nikipata kipopolipo sikosi siko, kuongea kisiasa ndivyo sivyo, maana ndicho chakula tulacho katika Kilifi South yetu. Kila mwaka wa kifedha mbunge anayekalia katika kiti hicho cha ubunge milioni mia moja thamanini na ama mia mbili lazima ziingie katika mfuko wake. Tukigaanya kwa kila wodi, tunapata milioni hamsini na tatu. Na unajua huko kupata viti kupitia njia za waganga, ndio maana mambo hayaindi sawa. Kama huwa mnawaona mazishini, hata wenyewe wanasema mkikosa kutupa kura tutawaroga. Ni kwa sababu wamekalia vile viti na njia ya kishetani. Nataka huyu mama, wakati mtumishi wa Mungu uko katika maombi ama hii kanisa iko katika maombi, mimi hii kanisa nitashikana na nyinyi na usishikane na nyinyi kwa sababu mnipe kura, sishikane nanyi kwa sababu mnipatie kura. Hapa neno la Mungu lipo na liko mahali pa sawa, na tusiposhikana tutapoteza vitu vya maana kwa hawa washirika. So lazima tushirikiane ili hizi mbegu zikamee mahali pa sawa kwa wakati wa sawa, Amen. Kwa hivyo utanihusisha kwa kila hatua yoyote ya kanisa hii. Natashikana, amen, na wewe. Amen. Mimi napenda kwa sababu mahali Mungu amenitoa, yule ndango ako pale, na pale nyuma pia yuko mwingine, na mama Kiamani ako hapa, mama Kahindi ako hapa, mzee yako pale, wanajua mahali Mungu mimi amenitoa sijui cha mama wala cha baba. Kwa hivyo ni neema ya Mungu, ni neema ya Mungu. Kwa hivyo hao jamaa na washauri, ukiwa na kiongozi karibu, maendeleo utayapata kikamilifu. Na hata wewe ukiwa na mtumishi wa Mungu karibu, kuna kitu utavuna. Si ni kweli? Si ni kweli? kama mbali na ule mama mtumishi, uone kama utavuna, kama hautakula mapera na kwenda choo kila siku na kuumia huko Nyiwe hey, ni ukweli. Ka karibu kama mama, ka karibu na mama mtumishi, ukavune ya kiutumishi. Wewe kama baba, ka karibu na mtumishi wa Mungu, ukavune ya kiutumishi wa Mungu. Amen, amen. amen. Kwa hivyo nawaomba kwa heshima na taadhima nanyenyekea, tukashikane bega kwa bega, atilisi mwanamke akaisabike kwa mara ya kwanza ndani ya Kilifi kusini achaguliwe kama mbunge hata Kristo alipokufa wa kwanza kwenda kaburini ilikuwa ni mama, si ni ukweli? Na ni kwa sababu ya roho zenu za huruma, ni kwa sababu ya upendo. Amen, amen. Tumeagana, tumeagana ambasnda Amba, kwa heshima shika hawa mama wa kanisa, amatana nao mahali unaweza saidia hii kanisa na na hakika hao, kwa ule moyo wale utenda wakipekee kwenda kuona Kristo, nao watatenda jambo juu yakomfarienga Yesu makofifariki ana Amen. Asante, huyo anaitwa Wisdom ambaye 2027 Mungu akimjalia ndio atakayepa kwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Sophie Kazo Kombe, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake ningi ni hapo nitokako, namuona mkono wake, na si kwa sababu mimi ni mzuri zaidi, lakini Mungu huwa ananichagua mimi kwa vile vizuri, ili niweze kuwa namtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama hapa na kofia mbili, umesikia Wisdom ameniita jina gani eh? Na ambassador ni nani, mtumishi? Ambassador ni nani Ambasador ni mtu anayewakilisha, ni mtu ambaye anawakilisha. Sasa mimi eh, ni ambasador, nilikuwa nawakilisha nchi ya Kenya kule e, Zambia, nilikuwa nawakilisha nchi ya Kenya kule e, Malawi, nilikuwa nawakilisha nchi ya Kenya kwa e, meza ya Komesa ambaye ina nchi ishirini na mbili, si kwa sababu nimesema mimi ni mzuri ni kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu alinipa nafasi hii. Leo hii nimesimama mimi, namwakilisha Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu ameniokoa na nimemwona matendo yake. Nimesimama hapa kama bibi ya Reverend Anthony Gade, mwanangu ni mtumishi, na namshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa hivyo nina kofia mbili, nimesema bibi ya mtumishi mwakilishi pia wa community ya ambaye nataka kugombea kiti cha cha cha ubunge wa Kilifi South. Kwa hivyo hata kwa kanisa, siasa iko, siasa ilianza huko kwa Rome, pop pop huwa pia mwenyewe anachaguliwa na siasa, na hata hapa kanisani pia mnachaguana, si kuna mzee, mzee wa kanisa, kuna wamama chele wa kanisa, kuna wayouth walifanya nini? Walifanywa hivi ama mnyinyi wenyewe ndio mliwachagua? Si nyinyi wenyewe mliwachagua? Kwa hivyo hivyo vilivyo, si siasa yetu, ni siasa nyingine, lakini hii ni ya Mwenyezi Mungu. Hii ya kanisani, hata yetu pia ni ya Mwenyezi Mungu, maanake kiongozi huwa anachaguliwa na Mwenyezi Mungu. Sisi hapa tunatafuta, lakini Mwenyezi Mungu ashamchagua, ni wisdom labda wa kwa MCA wa wa, wa Mtepeni na Sophie eh, Kilifi Sound. Mungu mwenyewe anajua kwa, mwenye, kwa hivyo letu sasa leo ni kuja tumeshirikiana na nyinyi ni kwamba katika hii safari yetu tunataka tuombewe. Sisi peke yetu hatuwezi, sisi peke yetu hatuwezi bila kumweka Mwenyezi Mungu mbele, hatutaweza na bila nyinyi kutuombea na kuangalia, safari hii tunaienda pamoja, hatuwezi. Mtumishi, asante sana kwa kutualika kwa nyumba yako, si rahisi, lakini tunakuomba katika hii safari yetu isije, safari hii imeanza mapema lakini uzidi kutuombea sisi, tuko tayari kutembea na nyinyi katika hali na mali. E, tumesikia mwanzo, hata tulikuwa tunanongonezeana na Wisdom tukasema hii kanisa kama ni yao wanataka waeke floor, lakini Mwida wakasema hii kanisa tunalipa rent, ndio nikasema labda ndio maana labda hawaeki floor kwa sababu huwezi lipa rent, kama hujatengeneza pisi, unatengeneza ukitengeneza ukijenga yako utafanya nini? Sasa katika yale mazungumzo tukasikia mnalipa rent, mnalipia viti, tunafanya vitu vyengi. Unaona hizo pesa zote ni nyingi. mimi ningeomba mtumishi wangu, sisi tuna makanisa matatu, Ministry yangu na ya mume wangu, tuna makanisa matatu. tuna moja ina iko Kazinuni, moja iko Msumarini na moja iko Mavueni, kanisa tatu, lakini ilianza na moja kama hii wanamrela ikazaa hizo zingine, na mimi nina imani kwa wale watu ambao wa nimewaona hapa, hii kanisa itakuwa to greater heights, itaendelea kwa uwezo sana. Upenda kusaidia makanisa, maanake najipandia mbegu mwenyewe, si kwa binadamu, lakini kwa Mwenyezi Mungu. Ye Mwenyezi Mungu atanaambia ulifanya kitu gani, ulivyokuwa huko kwa ardhi ama ulivyokuwa huko nchini tasema nilijenga kanisa hili nikajenga. Huwezi kuwa unajenga nyumba yako nzuri na ukakosa kumjengea Mwenyezi Mungu. Sisi tunaishi kwa nyumba nzuri, sisi binadamu, unanunua makochi, unanunua TV. Kanisa umeiweka wapi? Kanisa umeitengeneza vipi? Kanisa umeipamba kiasi gani? Kwa hivyo, mtumishi, mimi niko tayari kutembea na wewe Amen. Tamanio lako la kanisa hili Mungu aliitikie, na tamanio hilo tutahakikisha kwamba limewezekana. Wisdom, Wisdom, mtoto wangu Wisdom amesema yeye atatoa viti, viti vitano. Wajua sikio haliwezi kupita kichwa ama kichwa akiwezi pita sikio. mimi nitatoa viti kumi. Amen. Yes, Manake nikiangalia 80% ya hili kanisa ni wamama. Wamama mpo? Wamama mpo? Shikilieni ule mama. Mimi najua kile kiti yaliko, mimi pia hukikaa, na najua si rahisi, manake kama kuna watu ambaye ni ngumu kuongoza ni kina mama kuna watu wagumu kuongoza ni kina mama. Na mimi huwa nawapenda. Yesu alitupenda kutoka jadi, na sisi lazima tujipende wenyewe kile kitu. Najua tunaweza zungumza vizuri hapa, wengine wakitoka pale wamengeuza yale maneno, yamekuwa mengine herekawaskirire achehearichausu niongee naao Kifaransa si sinivyo? Mshikilieni yule mama, unajua, kuna nafasi na wakati wa kila mtu. Yeye ndio amepakwa mafuta ili amwangalie mchungaji. Unajua mchungaji upitia hali ngumu, lakini yule mama ndio anamwangalia huyu mchungaji wenyu. Si rahisi kumfujira muswa majacha, nguo zipigwe pasi, kila kitu kikale sawa. Hata mvoyere amen. Kwa kweli ni rahisi jo hiyo lugha sijui kama mnaielewa, lakini mimi yeah, nikizungumza hiyo ndio nasikia vizuri. Kwa hivyo tusimame na kina mama. Yesu alitupenda tusiwe tu hivi lakini, hata kwa uongozi tuwe na uongozi wa kihakika. Tumeelewana? Yeah, mimi nakupenda mama mchungaji, thank you so much. It is an honor kuwa katika hiyo nafasi huko, huyu mchungaji, Mchungaji Tony Hakekuambia alivyo ni kwa sababu ya wewe. Amina. Behind every successful man there is a woman. Tumeelewana? Behind every successful man, kila mwanamume ambaye yuko amesimama kuna mwanamke mbele yake amesimama, na kwa hivyo mchungaji pia mnasema tupende sisi, kina mama sisi ndivyo tulivyo ninaambua Biblia kabibilia, nakwambia tupende mwanamke, mheshimu mumeo mume, mpende mpende mkeo, tupende hata kama ni leso kila mwezi tununuliwe, ama sivyo, tununuliwe ama sivyo, ache he yeah. Na nashukuru mimi navapenda na, na mchungaji, hii isiwe mara ya mwisho, tutakuwa pamoja Amen. Tutakuwa pamoja, hata tutazidi kuwatembelea na wisdom ili tupate baraka na zenu, lakini zaidi wale ambao hawajachukua kura, mimi lazima niseme, fanya bidii. Ukitaka mama aingie awe katika uongozi, lazima safari hii uchukue kura ya huku Kilifi. Sawa? nasikira haha ana chonyi ana iko wapingilikani waiko osi hanani kura ndio itaweza kugeuza mageuzi. Ndio mkiniita siku nyingine nina nguvu na mimi eh? tunatafuta kiwanja, tunajenga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Amin. na mimi nitajivunia pia, mbegu yangu nimeipanda hapo Amin. Kwa hivyo kila mama, kila baba, kila kijana chukueni fura tafadhali. Sina mengi langu, nasikia kuwapenda na nitumeni mimi nitumeni mimi nitumeni mimi nitumeni mimi nitumeni mimi, nitumeni mimi. hata Biblia inasema nitume mimi Bwana

Wanasifi yeah. Nafikiri umeisikia vizuri, ah yeah.